Wanaume si ndo hawa sasa. Yaani, mtu ana pesa na mafanikio kama yote! Hebu tizama nyumba yote hii. Uwi, kumbe ningekataa ningekosa mengi. Yaani kwa jinsi hili jumba lilivyo, safari hii lazima nimtoe Mudi kwenye maisha yangu, maana hachelewi kuniharibia maisha kwa huyu mbaba. Lakini huyu baba atakuwa anafanya kazi gani? Asije akawa jambazi, maana hii nyumba siyo ya kawaida. Lakini ah, ujambazi wake mimi hauniusu. Nitaishi kwenye nyumba za kupanga mpaka lini? Vipi, mbona umepoa hivyo? Hamna, ni uchovu tu. Du, wanawake bwana. Vipi, kwani Yaani, nimeondoka kidogo tu tayari umeshamaliza kufanya usafi na kupanga. Sasa unashangaa nini wakati wewe ndio umechelewa kurudi? Chapati zilikuwa za kusubiria. Naona ushajichagulia na t-shirt mimi tena, ili mradi ni yako, siogopi, na imekupendeza kweli kweli. Basi itabidi niondoke nayo. Sawa. Vipi, mbona kama umebadilika hivi? Kuna nini? Hamna, tule kwanza. Usinifanye mtoto bwana, mi mtu mzima. Haupo sawa, kuna nini? Kula nako ni ibada ujue. Tumeongea kutwa nzima kweli, tushindwa kuvumilia hizi dakika kumi za kula? Tule kwanza, nitakwambia tu. Sawa, kama ndio ulivyoamua. kwa hiyo ndio umenuna sasa. Kuna haja gani ya kulala chumba kimoja? Kama humu ndani tupo wawili, lakini bado hatuwezi kuambiana matatizo yetu, siheri kila mtu alale chumba chake. Hilo swala la kila mtu kulala chumba chake haliwezekani. Basi nitalala kwenye kochi. Pia hilo haliwezekani. litawezekana wewe si umeamua kubaki na mambo yako mwenyewe na hautaki kunishirikisha, sasa baki nayo usichukie. Bwana nitakwambia kila kitu. Niambie. Sasa hivi nataka niharakishe ndoa yetu, lakini bado sijajua nitafanyaje kulitimiza hilo. Ndoa mbona mapema? Na hicho ndo nilichokuwa na ofia, kwa sababu nilijua wewe utaona ni mapema na wazazi wangu sidhani kama wako tayari. Lakini si uliniambia wazazi wako wanataka uoe? Sasa mbona sasa hivi unasema hawapo tayari? Ni kweli wazazi wangu wanataka nioe, lakini... Lakini nini? Sijajua wazazi wangu watalipokeaje ili swala la mimi kuoa mwanamke Mkristo. Kwa hiyo inamaanisha watanikataa kisa Ukristo wangu hata kama nitakubali kubadili dini hilo ndo jambo lingine ambalo lilikuwa linanifanya niwe na hofu kukuambia mapema kwa sababu sipendi kuanzisha mjadala kuhusu mambo ya dini. Ni heri uniambie ukweli ili nisije kujisumbua kubadili dini kwa ajili ya mtu ambaye familia yake haipo tayari kunipokea hata nikibadili dini. Mimi wala sitaki tufike huko. Hebu nisikilize kwanza. Na kusikiliza, ipo hivi kuoa mwanamke wa Kikristo sio shida kwao, ila tu wanataka huyo mwanamke awe tayari kubadili dini na afanye juhudi za kujifunza dini ya Kiislamu ili awalee wajukuu wao katika misingi ya dini ya Kiislamu, lakini sinatakiwa nipate muda wa kutosha kujifunza na kuyajua hayo yote. Sasa kwa nini unaharakisha ndoa? Huo muda wa kusubiri wewe ujifunze, mimi sina. Kwa sasa akili yangu inachotaka ni mara nyingine nitakaporudi nyumbani nikute familia yangu yote hapa, yaani inamaanisha mke wangu na watoto wangu. Sawa, vyovyote tutakavyoamua, wewe. Mi niko tayari. Kwa hiyo kumbe ni kweli, unanijua vizuri baba. Nikileta swala kwako, ujue limekaribia tamati, mwanangu. <tipi> <tipi> <tipi> Ndiyo mjomba. Hivi mwanangu, huoni waislamu wenzio huoni mabinti wazuri wa, wa kiislamu wenye maadili ya dini hadi kila ukitaka kuoa unakimbilia huko upande wa pili? Mimi ni mtu mzima, ni heshima tu imenileta hapa kuwaomba mlisimamie hili kama mlivyosimamia yale mengine. Najua hilo mwanangu, lakini bado tunatamani kujua kwa nini hutaki kuoa mabinti wa Kiislamu. Hebu tufahamishe mwanangu, kwa nini kila siku mke wako anatokea upande wa pili? Baba, mjomba, nataka tu mjue, mimi sioi dini baibui wala nini. Mimi naoa mke kwanza, mke anayeweza kuwa mama wa watoto wangu, mke anayeweza kunisikiliza, halafu hiyo dini atajifunza kupitia mimi, kwa sababu nipo tayari kumfundisha. Na jambo la muhimu zaidi ni kwamba ninaoa mwanamke ambaye nimeridhika naye. Ni kweli atokatai, lakini hata dini inatuhimiza tuoe watu wachamungu na tuoe watu kwa ajili ya Allah. Ndiyo, hebu mwambie huyo. Mimi sidhani kama tunahitaji kubishana juu ya hili tena. Nakumbuka hata marehemu mke wangu Imani hamkumpenda mwanzoni, lakini alikuja kuwa kipenzi chenu wote. Baba, bado una mashaka na maamuzi yangu? Mungu wa mrehemu mwanangu yule, ila Imani kidogo alikuwa tofauti kwa sababu yeye tulimkuta yuko kwenye malezi ya familia yake, hata kama ilikuwa ni familia ya dini tofauti, lakini ni watu ambao tuliwaona wana malezi mazuri yenye maadili. Kweli kabisa, shemeji yangu. Huyo huyu wa sasa ni tofauti na Imani kwa sababu anaenda kuoa binti, binti mdogo anaishi mwenyewe hapa Zanzibari, wakati familia yake ipo huko ng'ambo. Nani alikuwa anamuongoza huyu binti muda wote alipokuwa anaishi Zanzibari? Au, unaenda kuoa ndaa mal... Mimi ni mtani wako, naweza kusema chochote, lakini naofia tutamvua nguo baba yako. Shemeji ongea tu, huyu ashakuwa mwanaume sasa, hakuna cha kumficha, na hata nikiumwa kesho, huyu ndiye atakayeniogesha. Tukificha maradhi kifo kitatumbua. Shemeji ongea naye usifiche ukweli. Au mwanangu unaenda kuoa ujuzi kitandani? <laughs> Baba na mjomba mnanichekesha kweli kama tunakuchekesha basi tuambie hicho kinachokuchekesha tucheke wote baba. Mimi hapa unavyoniona, ni baba wa watoto watatu ambao nilizaa na mke wangu Imani. Imani nilimkuta kwenye familia ya baba na mama, lakini alikuwa na mtoto mmoja wa nje, na hiyo ndio fimbo mlioitumia kumchapia bila kuujua ukweli. Mlikuwa mnanisema kila siku kwamba anaenda kuoa mjane, mara anaenda kuoa mwanamke aliyetumika Hivi mjomba, kipindi kile ningewaletea imani na huyu anayekaa mwenyewe ambaye hana mtoto, simgemchagua huyu anayekaa mwenyewe na mkamuwacha imani? Unamaanisha nini? Kwa kweli nayachukia sana haya mazungumzo kwa sababu yanamsumbua marehemu mke wangu huko aliko kwa kumtajataja. Acha na hayo, mimi nataka leo tuongee ukweli mtupu, ili tukitoka hapa kila mtu aridhike. Kwa hiyo tuelezee unachomaanisha na sisi tuelewe. Sawa, namaanisha hivi, mimi siyo limbukeni wa mapenzi, kiasi kwamba nishindwe kutofautisha kati ya mke na mkata viuno. Ninajua ninachotaka, na huwa sina uoga wa kukifuata kilipo, hata kama ni kwenye matope.